Ili kupata habari zetu kila siku tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengere. Mbengo TV, we are the best. Ya, yeah. Jamani, kwanza nashukuru sana ndugu waandishi wa habari kwa kufika hapa, karibuni sana. Langu jina kama ninavyofahamika, naitwa Muslim Hamisi almaarufu babu la Bagamoyo e, nadhani watu wengi sana wananifahamu. Mimi ni mtu ambaye napenda sana kufuatilia baadhi ya vitu ambavyo vilivyokuwa vitu muhimu sana Oh, leo jambo ambalo lilonifanya niwepo hapa pamoja na nyinyi ni jambo ambalo ni zito kidogo na ni kubwa kwa upande wetu, kwa sababu tunachokitaka sisi ni furaha na kikubwa ambacho tunachohitaji ni amani, kwa sababu amani ndio imetukuza, na mpaka leo tunaendelea tunafanya biashara zetu, tunafanya starehe zetu kwa sababu ya amani. Unajua, kuna mambo ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi kidogo sio sawa, yaani hayako vizuri wala hatujapendezwa nayo. Mimi nikiwa kama babu la Bagamoyo nazungumza kwamba hayako sawa kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinavyozungumzwa na watu kadhalika kadha wa kadha nchi tofauti, pamoja na nyumbani Tanzania, kwa kumzungumzia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mama yetu wa Tanzania. Kwanza nitangulize shukrani za dhati kwa moyo aliopewa wa busara na hekima, kwa sababu ingekuwa mtu mwingine kwa sasa nadhani Tanzania ingekuwa haiko kwenye furaha, lakini kwa sababu alilelewa kwenye maradhi ya dini na amekulia kwenye dini na ndio maana alifunzwa kunyamaza, sio kama asikii. Kuna mengine anayaona na anasikia, lakini ameamua kunyamaza. Kuna mengi kadhalika. Tukiachana na hayo, pia tunaona na ndugu yetu Mheshimiwa Gwajima pia naye amefungiwa kanisa lake, lakini pia mimi niseme ndugu wa Tanzania ama ndugu wananchi, nikiwemo na mimi mwenyewe, pia inabidi tuwe watulivu kuna mambo mengine ambayo yanayotokea haipaswi tuwe na moto, kwa sababu hatujui mwanzo wala hatujui mwisho wake. Kwa hiyo sisi tutabaki kuwa kama watazamaji, lakini pia tutabaki kuwa kama waongeaji wa kuomba radhi, kama kuna tatizo lolote ambalo limejitokeza, ili mradi mambo ya kae sawa. Mimi sina imani kwamba mama anaweza akaacha ili jambo kwamba lile kanisa liendelee kufungiwa. Imani yangu inaniambia kabisa kwamba endekawa muda wote na saa yoyote anaweza akawasiliana na watu husika ili mradi wa kanisa inaweza likaendelea na kazi na maisha mengine yakaendelea. Lakini pia ningependa kutoa onyo kwa watu ambao, kwa wananchi wa Kenya, kwa sababu wananchi wa Kenya wamekuwa ni watu ambao wakuongea sana, wanazungumza mengi, wanakuwa wanasema mengi, vitu vingi sana ambavyo wanavyozungumza. Kiukweli binafsi kwamba sisi kama Watanzania, sio mimi tu, hata mtu mwingine yoyote, kwa Mtanzania yoyote lazima ile jambo alizungumzie tusikae kuzungumzia mazuri tu, mama mitano tena, hapana. Inabidi tuzungumzie na fedhea ambazo zinazomkuta na maneno ambayo yasiyokuwa na tija kuleta udhalilishaji ama kuleta dhihaka kwenye nchi yetu. Unajua Tanzania tuna, tunajulikana wa Tanzania kwamba ni watu ambao wastaarabu na hatujazoea kuongea na wala sio watu wa kugombana kwa sababu tunaipenda amani. Hakuna mjinga Tanzania, kila mtu anajitambua, na sisi tunajiendesha, na pia kutokana na uongozi wetu ambao unaotuongoza vizuri, na ndio maana sisi pia tumekubali na hayo mamlaka Sio kama hatuoni, tunaona, tunasikia, lakini tuliamua kukaa kimya. Watu wengi wameshaongea ongea, lakini mimi kama babu la Bagamoyo naongea hii ya kwanza, na ndio itakuwa ya mwisho. Onyo kwa watu wote, sitopenda na wala sitohitaji tena kuona baadhi ya vitu vibaya ambavyo vinaongeleka kuhusiana kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Haina haja, sio kwa mimi tu, hata kwa wewe pia. Kuna haja gani ya ofisi yako ama nyumbani kwako kuweka picha ya rais, endapo ukiona kwamba rais watu wakimzungumzia vibaya alafu unafurahi tu unachekacheka tu, ni kama unachukulia vitu kawaida. Kwa hiyo ni kitu ambacho kisichowezekana, lazima tua nidhamu, lazima tujue rais wa nchi anapaswa aheshimiwe na lazima tumpe heshima yake. Nadhani katika purukushani zote ambazo zilizotokea mi najua kabisa zitakwisha hakuna tatizo. Na kuna watu pia wameshajitokeza kuongea ongea ujinga ujinga, wanajifanya kama watabili. Hakuna mtabili wala hakuna kitu chochote ambacho kinachoendelea, huo ni ujinga na vitu ambavyo vya utovu wa nizamu ambavyo vinaweza vikawagalimu. Na niwaambie ndugu zetu ambao mnaotaka kuleta hatarishi kwenye mambo kadha wa kadha, yani kutaka labda ku, kuungana kuleta fujo vitu kama hivyo, unajua Tanzania kuna vyombo vya ulinzi na usalama. Na viko makini kuliko hata unavyofikiria, ili uamini, viko makini na ndio maana hata leo wewe uko salama pamoja na mali zako, kwa sababu vyombo vya ulinzi na usalama viko makini, havijawahi kulala hata siku moja. Hiyo yote kwa sababu yako. Kwa hiyo kuna mambo makubwa ambayo yanafanyika, lakini we hujitambui, unakaa kuunda magenge ama vikundi fulani, kwenda mabarabarani, kwenda kufanya vitu fulani. Elimika ndugu yangu, Hakikisha kama tunapomzungumzia ndugu yetu ambaye sasa hivi huko amechukuliwa amewekwa sehemu husika, lakini pia inabidi muwe watulivu. Anapoletwa mahakamani, tulieni, tulieni, sikilizeni kwa kina. Inabidi mkae muyaongee, mkiwa nyinyi kama wakubwa kwa wakubwa. Mimi nadhani mkikaa chini mnayamaliza, hakuna kitu ambacho kinashindikana. Na kingine pia, tusipende kutumia lugha mbaya kwa kumzungumzia rais. Ni bora ukizungumzie chama, kwa sababu rais amewekwa na chama, sio? Umeelewa? Waki, wakiwepo na wananchi, unapomzungumzia mtu wakati yule mtu ana familia yake ana watoto ana baba ana mama, vitu kama hivyo. Kwa unapomzungumzia mtu ka, ukijua kabisa kama unamchafua. Tusipende kutumia lugha chafu kwa kumtupia rais wa Kenya. Tunapenda kutoa salamu kwa rais wa Kenya, mimi nikiwa kama Babu la Bagamoyo nazungumza, tunaipenda Kenya. Kenya ni watu wetu wa karibu, na tunapenda tukae vizuri, kama jinsi ilivyo, ni majirani na tuna upendo mkubwa sana na Kenya kwa sababu baadhi ya wasanii wetu pia wanashirikiana na watu wenu na wanafanya vitu vizuri vitu vikubwa na vinaenda duniani na watu wanapata ugali. Msifanye mwisho wa siku mkaifanya Tanzania na Kenya ikawa maadui, hatutaki hivyo vitu vije kutokea. Hivyo ukiona mpaka jambo limenifikia Babu la Bagamoyo leo naongea, inamaanisha kwamba limeniingia na vitu vingi sana vimeshaongeleka ambavyo mimi mpaka naona kabisa vinachafua, yaani kwamba vitu sio vizuri. Kitu kingine, rais wa Kenya, wewe ndio mkuu wa nchi yako wewe ndio final ambaye unaweza ukazungumza kitu kikasikilizwa na wananchi wako wote. Hakuna mtu wote ambaye anaweza akakupinga, toa sauti, ongea na wananchi wako, waambie wawe na nidhamu, wasimzungumzie rais, wasimzungumzie rais hata siku moja wa Tanzania, kwa sababu mtakuja kuleta vitu vingine ambavyo visivyokuwa na sababu, na michafuko ambayo isiokuwa na misingi, kuleta taharuki nyingine ambayo zisizohusika. Kama unaona wananchi wako wamekushindwa, yani wamekumewashinda hauwezi. Mimi ningemwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aturuhusu, yani ni muombe aturuhusu. Mimi kama babu la Bagamoyo nazungumza, namuomba aruhusu tu Wakenya waje kuomba uraia Tanzania, ili waje wafanye iko kitu ambacho wanachohitaji, waombe tu uraia Tanzania, alafu jeshi la Tanzania nadhani litafanya kazi yake, watanyooka tu wao, kwa sababu wewe watakuwa wamekushinda kama rais wao, ni watovu wa nizamu wameshazoea wewe kukupiga kiatu, tunataka na kwetu pia waje wampige kiatu rais hao. Ndio sisi ndo tutajua kama kweli Wakenya ni watu ambao kiburi na mafedhuri kwamba wanajua za hapa na za huku nyuma. Kwa hiyo sisi tunataka watu kama hao, tungeomba kwa kila mtu ambaye aliyekuwa Kenya, ambaye anahitaji kupambana na kuandamana, ambaye anataka kuleta machafuko, tungeomba Mheshimiwa Rais, hebu wape hao fursa ya kuingia nchini, alafu sio kuapa kuingia nchini, mtoke mpeo uraia muishi ili hata kama mkipata chochote kitakachowakuta huku, mjue kabisa kwamba mmeajibiwa, mmeadhibiwa kwenye nchi yenu, sio wa Kenya tena. Si mnaitaka Tanzania? Chukweni uraia Tanzania mje kuishi. Vyombo vya ulinzi na usalama, tunashukuru sana kwa usalama wenu, mnatufanyia kitu kizuri, mpaka leo tunaishi kwa amani. Mimi nadhani na vingi vya kuongea, lakini pia nashukuru sana, jeshi la polisi linafanya kazi kubwa. Ah, nikisema naona nini, bado itatokea mambo mengi ambayo kama watu ambao wanatabili ujinga Kusababu, kwa sababu ninachokiamini mimi kwamba kila mtu na uwezo wake na kila mtu na kipawa chake ambacho alichopewa na Mungu. Mimi mbele yangu naiona amani kubwa sana, naiona amani kubwa, naiona Tanzania mpya, Tanzania ya mama ambaye iliyokuwa safi na salama, lakini pia mbele ambayo kitu ambacho kinachoonekana, naomba huo utulivu wa kutosha. Bila utulivu wa kutosha inamaanisha kwamba kuna watu ambao wengine wataumia pasipo wao kujijua. Narudia tena kwamba lazima watanzania tuwe makini. Usichokoze ugomvi ambao huwezi kugombana nao. Unajua, kwanza heshima lazima ilindwe kwenye nchi yako, kwa sababu vyombo vya vio ulinzi na usalama viko kwa ajili yako. Kwa hiyo inamaanisha mbele yetu kuna makubwa ambayo yanakuja endapo kama tukiamua kusapoti. Natolea mfano kitu kimoja. Unajua kama unajua, rais anapopata madaraka anajua kwamba wananchi wangu wamenipigia kula ama wananchi wangu wamenikataa, lakini pia anajifunza kwa kujua kwamba hapa nifanye nini. Chama pinzani hiyo ni, ni lazima lazima kiwepo, sio? Umeelewa? Kwa sababu kinaleta changamoto ya kufanya rais ambaye alikuwa madarakani anajua kwamba hapa tufanye hichi tuache hichi. Kwa hiyo inamaanisha haina haja kutupa maneno ambayo ya kuleta zihaka kwa mtu ambaye alikuwa madarakani. Sio yeye tu alikuwa madarakani. Yoyote ambaye atakaye kuwepo inapaswa nimzungumzie mimi nikiwa kama babu la Bagamoyo kwa kulinda nchi yangu na kuendelea kuwaelimisha wengine ambao wasiyejua. Kwa sababu inapaswa wote tumsupport ambaye aliyekuepo ili kumtia nguvu afanye kazi kubwa. Unajua, ndio maana asilimia ya Watanzania tunalalamika. Tunasema kwamba kwa ajili gani Tanzania hali inakuwa mbaya. Hali inakuwa mbaya kwa sababu Rais anapoongea madarakani, support yenu kidogo inakuwa ni ndogo. Si umenielewa? Kwa kama support yako inakuwa ndogo, yeye anaona kabisa kwamba watu fulani ndio ambao wananipigia kula. Sawa, nimeshinda, lakini kwa wingi wa wananchi wangu, watu fulani ndio wamenipigia kula. Kwa hiyo inapaswa na mimi nianze kufanya ya kwangu kwanza, ambaye niliyopanga mwenyewe pasipo kuwatimizia wananchi wangu. Lakini kama kabisa, Rais anaona Watanzania wote wamenipigia kula mimi, wameniamini, inapaswa niwafurahishe ambacho wanachohitaji. Msiangalie pesa tu, angalia tumetoka wapi, angalia mpaka leo tuko wapi Angalieni kwamba maisha yanaendeleaje yanakuwaje, msikurupuke tu kufanya vitu ambavyo visivyokuwa vya lazima okay. yeah. Uh, Babu la Bagamoyo, hmm. hmm. Umeeleza kwamba Wakenya wamekuwa wakizungumza maneno yasiyofaa mengi sana mengi sana, labda unatupa elimu gani sasa katika namna ubievu watu ili kusudi kuondoa hiyo hali ya utovu wa nidhamu na vitu kama hivyo vinavyoendelea, uzushi na vitu vya, vya uongo na nini ndio. Mimi kitu ambacho ningekiomba sana na ningefurahi kwenye moyo wangu endapo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, ni mama wa Tanzania, angeruhusu kwa kila mtu ambaye anaona yeye anaweza kwenda tofauti ama saafanya kitu fulani kuchafua kitu fulani, mimi ningeomba ruhusa hawa wa watu waje waombe uraia wa Tanzania, kwa sababu wameshindwa kunyooka upande wao. Kwa hiyo upande wetu lazima watanyooka, ili tuwafundishe wengine watakaojitokeza, ama kwenye mazalio mengine ambayo atakayekuja kuzaliana hapo baadaye, watajifunza kupitia hili. Naomba ipatikane hiyo fursa, kwa sababu hapa Tanzania tuna Wakenya wengi, kuna wafanyabiashara wengi ambao wako hapa na wanaitamani Tanzania, wanaipenda Tanzania kwa sababu ule ukarimu wetu na ukaribu wetu na heshima ambayo tuliyowapa. Kwa kwa kitu ambacho cha kuwafunza watu, inabidi waelimike kitu kimoja. Kwanza jifunze kukaa kimya, unajua mkaa kimya ni jibu tosha, na huwezi kujua mtu ambaye alokaa kimya anawaza nini. Mpaka sasa hivi hawajui rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anawaza nini, lakini ninachokiamini mimi kwamba kupitia rais huyu ambaye mwenye maadili mema kwanza, ni mama ambaye mimi toka nimjue sijawahi kuziona nywele zake, sijawahi kwao. Ni mtu ambaye anajua mambo ya kumkwaza Mungu na anajua mambo ya kumfurahisha Mungu. Kwa hiyo sio mtu ambaye hajitambui, anajitambua. Kikubwa zaidi, mimi naomba Watanzania watulie kimya, waache kelele, kelele za mitandaoni waache kabisa, waziache hizo kelele, kelele za kuzihaki Kkuhusiana na rais, yaani waziache hivyo vitu waache, kwa sababu wao ndo wanasababisha mambo kuwa makubwa zaidi, kwa sababu huwezi kuvutana, yaani jiwe na nazi walishindani. Kwa hiyo huwezi kuvutana wewe na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, haiwezekani hicho kitu. Sikiliza, mi nachokiamini kwamba kwenye nyumba ya Mungu kunazungumzika maneno mazuri na maneno ya kuelimisha watu wote, sio Watanzania tu. Kwenye neno la Mungu, neno la Mungu inabidi liheshimike na litaendelea kuheshimika milele na milele, kwa sababu tulizaliwa tulikuta dini ikiendelea na tutakufa tutaacha dini inaendelea. Aa, tukiacha kwenye, kwenye ubunge wake tunaenda kwenye utumishi, maana kwenye swala la kanisa tunazungumzia utumishi, si ndio? Kwa sababu mtumishi bado anahitajika kuendelea kutumikia waumini wake, si umeelewa? Kwa hiyo ndio maana nikatanguliza neno kwamba ombi kwa rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, nikiwa kama babu la Bagamoyo, nimeamua kuzungumza ajaribu kuangalia mamlaka ambayo yaliyofungia hilo kanisa, ili wapate kulifungua. Kama kuna tatizo lolote ambalo limefanyika, wampe kama onyo, iwe warning ya kwanza, onyo la kwanza, ili na, na imani atakuwa amejifunza kwamba akiwa ndani ya kanisa lake, akiwa kwenye madhabahu ya Mungu, azungumzie nini na aache nini ya yeah. Aa, kama nilivyosema mi naomba tu mamlaka husika ambazo zilizohusika kufungia na hilo kanisa, basi Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan mama wa Tanzania atie nguvu yake, ili mradi hilo kanisa leni li likafunguliwe na watu waendelee kupata neno la Mungu kwa ajili ya mahubiri ya Mheshimiwa Gwajima, ili endelee na kazi zake, lakini pia mi nadhani endekawa atakuwa amejifunza kwa kitu fulani kupitia akiwa kwenye madhabahu yake ya Mungu, lakini pia kitu kingine zaidi ambacho watu ambao waumini wake sasa sasa hivi inabidi watulie, wawe watulivu, wasichanganye kati ya mambo ya kimungu na siasa. Wanapochanganya vitu viwili kwao, wataleta kitu sintofahamu, hatutofika mwafaka. Hakuna mwafaka ambao utakaofika, wala mwafaka ambao utakayetokea. Kwa hiyo tunaomba wewe watulivu, mimi naomba kama babu la Bagamoyo nazungumza kwa sababu wawe watulivu. Mimi na imani kila kitu kitakuwa sawa, hakuna kitu ambacho kinashindikana.